Naam, karibu kwenye Tahariri ya Gumzo na leo mada yetu inaitwa Januari ya Damu. Robo karne imepita tangu visiwa vya marashi ya karafu vilipogubikwa na wingu zito la giza, si giza la kukosekana kwa nuru ya jua wala ukati wa umeme ya TANESCO ama zeko bali giza la kufifishwa kwa utu na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Januari elfu mbili na moja itabaki katika vitabu vya kihistoria kama kipindi ambapo damu ya raia wasiokuwa na hatia ilimwagwa katika mitaa ya Zanzibar, ikitiririka kama gharama ya kudai haki ya msingi, demokrasia. Yote yalianza na uchaguzi wa mwaka 2000 ambao kwa mara nyingine tena ulitawaliwa na madai mazito ya uporaji wa kura na ukandamizaji wa matakwa ya umma. Wananchi waliochoshwa na hali hiyo waliamua kutumia haki yao ya kikatiba kuandamana kwa amani tarehe 27 Januari 2001. Madai yao yalikuwa wazi: tume huru ya uchaguzi, mabadiliko ya katiba na kurejewa kwa uchaguzi wa Zanzibar. Lakini badala ya meza ya mazungumzo, walikutana na mabomu ya machozi na risasi za moto hata kama hakukuwa na mitandao ya kijamii iliyopo hivi leo, ukatili huu haukufanyika gizani. La, ulikuwa dhahir shahir. Ulimwengu ulishuhudia. Ripoti ya mashirika ya haki za binadamu kama vile Amnesty International iliyopewa jina la The Bullets Were Raining, yani risasi ilinyesha kama mvua, ilithibitisha ukubwa wa unyama huo. Ripoti hiyo na nyinginezo zilieleza kwa kina kwamba mauaji ya kiholela yalifanyika polisi na jeshi walitumia nguvu kubwa kupita kiasi wakifyatulia risasi makundi ya watu waliokuwa wamekimbilia misikitini na maeneo ya wazi. Takwimu huru zinakadiria kuwa vifo vya zaidi ya watu 35 vilitokea huku mamia wengine wakijeruhiwa vibaya na wengine kadhaa wakipotea wasijulikane walipo. Taarifa za Chama cha Wananchi sio wakati huo zitaja angalau angalau watu wasiopungua wa 50. Ripoti pia zilionyesha kwamba kulifanyika ubakaji kama silaha ya kivita. Moja ya madoa meusi zaidi ni ripoti za wanawake na wasichana kubakwa na vyombo vya dola. Huu ulikuwa ukatili mkubwa uliolea kudhalilisha utu wa mzanzibari na kupandikiza hofu ndani ya familia. Kulikuwa pia na utesaji na ukatili mwingine usiosemeka. Mamia ya wafuasi wa upinzani walikamatwa na kuteswa kinyama katika vituo vya polisi. Kipigo, udhalilishaji na kunyimwa matibabu vilikuwa sehemu ya mkakati wa kuisambaratisha sauti ya mabadiliko. Kulikuwa jambo jingine ambalo linaitwa aibu ya taifa. Athari za operesheni hiyo ya kijeshi ilipelekea maelfu ya Wazanzibari hasa kutoka kisiwani Pemba kukimbia nchi yao. Kwa uchungu mkubwa, walivuka bahari kwa mitumbwi, na vidao na majahazi kutafuta hifadhi, kwanza kwenye mwambao wa Kenya. Na kisha wengine wakaenda hadi Somalia, nchi ambayo yenyewe ilikuwa katikati ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kitendo cha mtanzania ukimbilia Somalia kuhakika kutafuta amani kilikuwa ni kielelezo cha juu kabisa cha kufeli kwa utawala wa sheria na ulinzi wa raia ndani ya mipaka ya Jamhuri ya Muungano. Miaka 25 baadaye tunasimama hapa kwenye gumzo la Ghassani kuulizana: je, kovu hili limepona au limefunikwa kwa kitambaa tu? Januari ya Damu inatukumbusha kuwa historia ina tabia kujirejea pale wahusika wanapokataa kujifunza. Hali ya kisiasa, malalamiko ya tume za uchaguzi, na mivutano ya kikatiba bado ni mambo yanayofukuta hadi hivi leo. Katika mfululizo ambao gumzo la Ghassani linauanza kuanzia tarehe 17 hadi tarehe 27, siku kumi mfululizo, tutazichambua nyakati hizi kwa kina. Tutawataja waliopoteza maisha kwa majina tazienzi familia zao zilizosambaratika, na tutaihoji dhamiri ya taifa letu. Hatutofanya hivyo kuchochea chuki, bali kuhakikisha kuwa damu iliyomwaika mwaka elfu mbili na moja haikupotea bure, ni kwamba vizazi vijavyo havitalazimika tena kupitia Januari nyingine ya damu. Historia si mwalimu mzuri kwa sababu inatufundisha, bali ni mwalimu mzuri kwa sababu inaadhibu wale wanaopuuza masomo yake.